Ni Countdown ya Ayo TV Entertainment, na mimi ni mtu wako nguvu, Mr. Countdown, Millard Ayo. Asante kwa kutazama. Na kitu kingine kizuri ni kwamba popote utakapokuepo Tanzania unaweza kutazama YouTube channel ya Millard Ayo ukiwa na internet ya Vodacom. Of course kwa Dar es Salaam kuna 4G itakuwezesha zaidi kuona kila kitu clear, lakini pia kwa mitandao ami kwa mikoani kuna internet ya Vodacom ambayo ni 3G, lakini yenye nguvu zaidi. So tunawashukuru sana Vodacom kwa kutuwezesha. Najua watu wengi sana wanatumia hiyo internet kwa sasa hivi. Kitu muhimu cha kufahamu ni kwamba kwenye Ayo TV Entertainment leo ni kwamba tunaye mmoja kati ya watangazaji hodari wa siku nyingi sana hapa Tanzania na ni miongoni mwa watangazaji wa kwanza kabisa kucheza muziki wa Bongo Flava kwenye redio. Anaitwa Taji Liundi. Mambo mengi yamepita, mambo mengi kuna uhitaji wa kuyafahamu. Leo tunaye kwenye exclusive kihistoria. Nilikuwa napenda sana redio kwa sababu mzee wangu mimi marehemu alikataa kuwa na tv ndani ya nyumba alinikatalia kuendesha gari mapema nikiwa kijana. radio 3 hata hivi leo bado sisi wa Tanzania hatujafikia kiwango cha utangazaji cha wakati ule. Kwa hiyo nilikuwa nasikiliza radio ambayo iko mbele sana nyimbo ambazo ziko current au za wakati miaka ile. Kiufupi, ki wananisikia kwa sababu mimi nilikuwa mtangazaji wa radio, Radio 1, Radio Free Africa, Radio Clouds, Radio Times, um, URS Arusha kwa muda mfupi mwisho uh, wa miaka ya tisini. Kwa hiyo wamenisikia huko na pia wameniona labda kwenye ITV kidogo. Waanza kina Othman Jaidi. Um, ndio hivyo wamenifahamu kwa sababu ni mtangazaji kwenye vyombo vya habari na pia uh, wameniona kwenye television kama MC uh, Miss Tanzania na maonyesho mbalimbali ambayo nimefanya live au nimepata nime bahati ya kuonekana. Okay, um, nilikuwa natangaza mwanzoni vipindi vya burudani um, DJ show ambacho bado kipo Radio 1 Showtime, RFA uh, pia, um, Times FM nilikuwa zaidi um, mtawala kuliko mtangazaji, lakini Pilot talk uh, nilifanya alafu nikamkabidhi Amani Misana. Kwa hiyo uh, pia nilifanya chembeza chembeza Radio One, kwa hiyo nilikuwa nafanya vipindi vya burudani na vipindi vya kijamii. Clouds nilijikita zaidi kwenye vipindi vya elimu ya masuala ya Ukimwi, kilikuwa kinaitwa Apex katika muda ambao leo Clouds kile kipindi ni njia panda, yeah. Mwaka 2008 2008 nikiwa Times ndio haswa niliacha kutangaza nikawa zaidi mtawala. Kwa hiyo baada ya hapo, hata nilipokwenda um, tbc international, nilivyokwenda azam mwaka jana sikutangaza kabisa, sikupata nafasi ya kutangaza um, nikawa zaidi mtawala. elfu mbili na nane naweza nikaweka kama ni mwaka ambapo niliacha rasmi kuwa mtangazaji. Vijana wanajitaidi, nadhani kadri muda unavozidi kwenda wanazidi kujielimisha zaidi Nadhani vijana wengi zaidi wanatoka wana, wana vyoni talent kama sisi, ambapo mimi kwa mfano sikusomea mimi, sio sijaingia, yes, hata dakika moja kwenye darasa uh, au, au chuo. Hiyo uh, naona ueledi unasaidia sana vijana kukuwa makini zaidi na utangazaji, hata katika hali ya ubunifu. Wanachokosea mimi nadhani ni zaidi kujiongeza mtu mwenyewe, ufahamu, ujuzi, kulielewa soko, kwa sababu unapokwenda hewani unazungumza na watu, lakini watu wanatafsiriwa kwa redio ya kibiashara kwamba ni ni wateja. Kwa hiyo inabidi mtangazaji awe na ufahamu mkubwa sana, aelewa wakati wake, aelewe hadhira yake ambayo ndio wateja wake, ili aweze kufikisha ujumbe sahihi, aweze kuwa makini na awape kile ambacho wanakihitaji kwa upande wa kosea zaidi ni kuto kujitahidi kuelewa kwamba radio kitu kikuu ni programming. Kwa hiyo wajitambue kwamba ni watangazaji, lakini wajiongeze kuifahamu radio kiutawala zaidi, na kujua kwamba mpangilio wa vipindi kimoja baada ya kingine, maudhui yake ndiyo, kwa ujumla, kwa saa 18, 24 wanavyotangaza, inauza radio au kukuza kituo na kuwafikia watu na kujua kwamba vigezo vile ni lazima, vile vinaburudisha, vinaelimisha au kufahamisha, na pia kushawishi kwa unapokuwa na vipengele vyote hivyo vitatu katika utangazaji wako na uelewa wako wa uandaji wa vipindi, bila shaka unaweza kuwafikia watu vizuri zaidi. Kwa sitaki kumtaja mmoja kwamba anakosoa au anakosea, lakini kwa jumla ni kujiongeza. Lakini kuna fununu kwamba ameacha kabisa kazi ya utangazaji. Kwa hiyo tustarajie tena kumsikia kwenye radio? Nataka kurudi hewani kwa sababu kuna na ufahamu wa mambo mengi sana sasa hivi, mambo ya ya kijamii, ya kiserikali, ya kimaendeleo, ya ki yamenigusa kutokana na kuwa MC, na ham ningeweza kuwafahamisha watu masuala mengi sana ya msingi ya maendeleo ya nchi yetu, kwa sababu kila mtu anaona hakuna maendeleo, lakini kumbe kuna maendeleo makubwa sana, lakini labda hayakugusi we moja kwa moja mfukoni mwako lakini jinsi gani wewe mwenyewe uweze kushiriki. Sasa hiyo siri mimi na hamu sana niweze kuitoa kwa Tanzania, kuwapa moyo kwamba sisi ni kizazi ambacho kinapitia wakati labda unaonekana mgumu, lakini wakati wa manufaa sana kwa kizazi kijacho. Lakini pamoja na hayo bado tunakumbuka uhodari wake wa kucheza au wa kuwa miongoni mwa watangazaji wa kwanza kucheza Bongo Flava kwenye redio. Mimi nilihangaika sana na Bongo Flava, sehemu ndogo unaweza kusema ya historia ya mziki wa Tanzania, lakini leo Angalia watu wanaonufaika nayo. Alafu, kwa kusema hivyo, naomba niseme, kusingekuwepo na Bongofleva hebu jaribu kufikiria, kungekuwa na nini? Kwa hiyo fikiria fahari yangu mimi ni ipi? kukuwepo kwa Bongofleva vijana wa Tanzania leo wangekuwa wapi? wangekuwa wanafanya nini? wasingekuwa wanapata wamepata ule mwanya niliofungua. Hiyo ndio fahari yangu, na hiyo ndio siri ambayo mi nataka nielezee katika mambo mengine ambayo ni yako nje ya mziki. Uh, na nyumba ambayo iko nyuma yangu hapa ndio Mawingu. Hapa ndipo nilipokuwa nakutana na wakina Bonnie Love kina Njaidi, watu mbalimbali ambao walikuwa kwenye uh, Mawingu Studios uh, na hapa ndipo ambapo nilikuwa nachukua ngoma na sipeleka Radio 1 hapo upande wa pili. Kwa hiyo kwa sababu mimi niko radio na nafamiliana na hawa watu, napenda sana disco, nimekuwa nafuatilia clouds muda mrefu Nikawa nikifika hapa, unakumbuka waya msela, tulichukua hapa kinakusaga, naniambia bwana tupelekee tupigie. Kwa hiyo nikifika kule mimi na material, kwa hiyo hapo hakuna rushwa, ni ombi tu, na mimi naona ni kitu kizuri. Ndio hivyo, nikaanza kuingiza kwenye DJ show. Um, hakuwa na kitu kama hicho yangu miaka mingi sana, yani kwa hiyo humu ndani kuna ma cds ma tapes ya v VHS, makanda haya ya miaka mingi sana. Kichukua hii moja chombeza chombeza, mwaka 94. Hii hapa kipindi namba 47, nimesema hata um, si kama anaweza aliniletea, akaaminide alinletea hiitape amerapmundani hii, sauti zake um, I don't know Tape hapa inasema Radio Free Africa uh, Sunday Special mwaka 97. Nilikuwa najirekodi kila kipindi ninachokifanya hewani. Kila siku ya Mwenyezi Mungu najirekodi. Narudi nyumbani najisikiliza na angalia na wapi nilikuwa nateleza, wapi sikuzungumza vizuri na nilikuwa naandika kila kitu ambacho nakisema. Na, na naandika notes kwa uhakika na kila kitu ambacho nakisema. Kwa hizi nazo nyingi. Na sasa ngoja nikaonyeshe dini moja la ajabu. Sijui nizifanye nini hizi. Okay, kuna sauti zangu humo kuanzia mwaka 95 mpaka leo <laughs> yeah, yamejaa yani, matapes mengi sana matamasha mbalimbali mbali, vitabu, mambo yangu ya miaka yote ya, ya utangazaji yani. Mtu akija akikaa hapa akiwa na radio anaweza akasikiliza vipindi mpaka akachanganyikiwa. Wasanii wote ambao unaweza kufikiria ambao nimewahi kuwahoji miaka yote yo, kuanzia Kanda Bongo Man <laughs> mpaka yeah, marehemu James Dandu. So hapa watu wengi hawana hawana hizi mbili tena nyumbani. Uh, mimi na nayo hii hapa VHS ambayo nataka sasa niwaonyeshe moja kati ya shows ambazo nimezirekodi kama unaona huku na kanda hizia. Hii hapa concert ya Wazo Hill, vijana walikuwa wanafanya concert lao wao wenyewe. i um, hii hapa IFM party ECBE mwaka 2000 Brenda Brenda Fasi alipokuja kwa mara ya kwanza, mimi nilikuwa ni msaidizi Clouds, ambaye nilikuwa naambatana naye kwa alifanya shughuli za kijamii na nikasimamia performance yake na wanafunzi um, <laughs> ma mengi uzinduzi wa wanaume Diamond kwa mara ya kwanza, lakini rushwa ni tatizo. Rushwa definitely ni tatizo kwa sababu ya ushindani mkubwa ambao umejitokeza. Vijana wengi sana wameingia kwenye Bongo Fleva, kila mtu anataka kutoka, kila mtu anatafuta njia yake ya kupenya ya kupita, wimbo wake uweze kusikika. Kwa hiyo watu wa rushwa wamekuwa wanawashawishi sana watangazaji ambao wangetakuwa fanye huduma uh, kuweza kupiga nyimbo zao kwa mara nyingine tena. Siwezi kumtaja fulani na fulani, lakini ni kitu kilichotapakaa katika, naweza eh, nikasema ma, masuala ya utangazaji.